Soko la Sabasaba, lakini pia soko la Mandela hapa mjini Sumbawanga ndio utegemeo kwa wakazi wengi wa mjini na vijijini ambao wamekuja na masoko haya kufanya eh, shughuli mbalimbali za manunuzi ya vitu vyao kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani. Lakini sasa hali ni tofauti, ambapo kuna baadhi ya watu ambao ambao, makundi ya vijana ni wajanja, wamekuwa wakikaa kwenye milango hiyo na kujaribu kuwatapeli wananchi wao kwa ajili ya mbalimbali, ikiwemo shughuli hii ya kamari. Mtu aamtu kabla hajatoa CD anapewa, baada ya hapo anaweza kumpekeshani mifukoni. Ni, ni halali je? Yaani, kile kile, unapopita hapa, unapopita hapa wewe na shida, wanakukamata kwa nguvu, wanakupa nani vosizi kwa nguvu. Kero ni kero, ni kero na wanatukela hawa watu, kwa sababu hata mtu anapokuja kununua labda ni mborea, amekuja anunue labda hata vitanda au maharage mbegu akipita tu hata akipewa CD asipopokea, watamzingira hata wanaume wanne watano sita, wanamzingira wanasogeza kwenye hema wanalowekaga hapo. Wakimsogeza hapo, baba hajapokea hiyo CD, watampekesha mpaka kwenye socks. watu wananyang'anywa mpaka milioni nane hapa mpaka laki saba hapa, vitendo hivi vya kuvunjia utu wao. Lakini pia kutapeliwa na vijana hao pia vikuwa ni kero kwa wateja wa maeneo hayo, ambapo kilalamika kwamba ni kwa nini labda pengine serikali haichukui hatua wa ina yaani mtu una hela unaenda kununua mbolea, umepewa laki saba na nusu, hawa wanakuja wanakuambia hapa sijui zitaongezeka, na wewe unapeleka, unapigwa, wanachezesha kamari za vitu. Ukifika unapewa sijui CD, unapewa unaambiwa hili begi, hichi kitenge kinauzwa shilingi mia tano na begi linauzwa shilingi elfu mbili na watu wamekuwa wakiibiwa watu wanaibiwa fedha nyingi na mtoto alikuwa anaenda shule amepewa fedha kwenda kununua vifaa vya shule akafika hapo akamwambia wanauza mabegi shilingi elfu mbili mtoto kanunua ikachukua hilo begi kawape elfu mbili wakamkatalia wakaanza kumpiga na wakachukua fedha yake shilingi elfu sabini na tano ninapiga marufuku biashara hii inayoendelea hapa ya hawa matapeli hii biashara ya hawa matapeli wanaoendelea wakatafute wilaya nyingine ndani ya Tanzania kufanyia biashara, sio wilaya hii ya Sumbawanga, ambayo mimi nyaki alichirukile kwa sasa ndio mkuu wake wa wilaya. Hapo ndio changamoto. Hawa watu wamefuatiliwa mara kibao sana na wamewachukua sana, wameondoka nao lakini tena wakarudi. Sawa, so, ndio iko hivi sasa. Kama sisi tutakuwa na nguvu gani sasa kuliko kututoa sisi, nafuu. Wewe ndio ufanye kazi, sisi tunaweza kumkatalia, sawa

Mara nyingi wanaenda polisi. Wakipelekwa polisi ndio wanarudishwa. Eh, hey, sasa huwezi jua si wanakuwa na maelezo yao. Achilia mbali vitendo vya kamari ambavyo vimekuwa vikichezeshwa kwenye masoko ya eh, soko la Mandela, lakini pia soko la Saba Saba hapa mjini Sumbawanga. Swala ambalo pia nitafsiri kwa kwamba ni sehemu nyingine ya utapeli katika mkoa wa Rukwa ambao una sifa ya kuongozwa kwa vitendo vya utapeli vikiwemo vile ya wizi wa wa fedha mtandaoni kwa almaarufu kwa tuma kwa namba hii. Sammy Kisika, UFM kutoka Tanga Dar es Salaam.